Serikali imesema inaanza mchakato wa kuzibaini na kuzitengenezea mpango mkakati barabara zote mpya ambazo hazijafunguliwa kwani barabara zinazounganisha miji na miji zikifunguliwa zitaongeza kasi ya ukuaji wa uchumi na maendeleo. Maneno hayo ameyasema Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tamisemi Suleiman Jafo alipokuwa akijibu swali la mbunge wa jimbo la Kilolo Venance Mwamoto. Swali lake lilikuwa hivi. Kwa kuwa wizara ya Tamisemi pamoja na wizara ya uchukuzi na mawasiliano ni wizara ambazo zinashabihiana katika utekelezaji kwenye maeneo ya wilaya yetu na kwa kuwa kuna baadhi ya maeneo ambayo hakuna barabara wala hakuna mawasiliano, kwa mfano Maheng, kata ya Mahenge katika kijiji cha Ilindi na Magana, kata ya Ruaha Mbuyuni katika kijiji cha Ikula na kata ya Nyanzwa katika kijiji cha Nyanzwa, hakuna mawasiliano, hakuna barabara. So, serikali inasemaje kuboresha maeneo yao ili wale wananchi nao wa, wahisi kwamba wapo Tanzania. Majibu ya swali hilo yakawa hivi: analozungumzia mheshimiwa Mwamoto ni jambo la msingi, na kama serikali, naomba kwa tuseme kwamba ni haki ya serikali kusikiliza kwanza, ni haki ya serikali kusikiliza, lakini kijua kwamba katika ujenzi wa barabara una vipaumbele vyake kutokana na sera ya barabara. Watu wengine wanaweza wakashangaa kwa nini barabara kutoka airport kwenda nani kila wakati na inakarabatiwa. Ni kwamba barabara ikiwa bora lazima kwanza inakarabatiwe kwanza lakini barabara ambayo ikiwa korofi inawekwa kwa kipaumbele cha mwisho. Barabara ambayo haijafunguliwa maana yake inakuwa kipaumbele cha mwisho kabisa. Kwa hiyo jambo la msingi ni maana yake lazima katika ukiangalia hata mfuko wa barabara, maana yake hautoelekeza katika kufungua hizo barabara mpya. Nini kifanyike? Maana yake lazima tubuni mipango mingine mikakati, jinsi gani tutafungua barabara hii. Na Mwamoto, najua kwamba tarehe kumi na nane mwezi huu wa saba nitakuwa jimboni kwako katika kutembelea, naomba tufike maeneo hayo tubainishe kwa pamoja. Katika ziara yangu naanzia mkoa wa Iringa katika jimbo la Kiroro tutakaa pamoja kama nilivyokuahidi, tutatembelea kubaini nini tufanye kwa pamoja, ni mkakati gani tutafanya ili mradi wananchi wa eneo hayo waweze kupata huduma wanayokusudiwa, na kwamba wanayowakili kwamba Mwamoto aliyokuwa DC sasa ni mbunge katika jimbo la Kirolo anaenda kufanya kazi. Peter Edson, Mwananchi Digital.